Naam, karibu sana mwanafamilia wa Mwaki Sports katika segment hii ya kimichezo ambapo tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri nasi bila hiyo na yote, tumekuwa tukikuikia hapa kila siku. Cha muhimu ni kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia hii kwa ajili ya kupata zile updates kali za kimichezo ambazo zinajiri kila sekunde na kama unafahamu kwamba bado tupo katika ile group stage ya michuano ya ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, ambapo mchezo wa awali kabisa Young Africans dhidi ya Far Rabat uliweza kuwapa ushindi wa goli moja kwa sifuri Young Africans dhidi ya timu hiyo kutoka kule nchini Morocco. Sasa kuna jambo ambalo lilitokea kidogo, pengine uh, kulikuwa na mkanganyiko kuhusiana na goli ambalo uh, Farabati walitia kambani, lakini referee akaweza kusema kwamba ni offside. Na baada ya marudio pengine uh, ilionekana Haikuwa offside. Sasa, uh, Far Rabat wameweza kufikisha barua yao ya malalamiko katika shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba wamedhurumiwa haki yao. Sasa, uh, sakata liko hivi. AS Far Rabat jana wametuma barua rasmi kwa shirikisho la soka barani Afrika kudai kwamba refali wa mchezo huo hakuachezea kufanyia fair na ameweza kuwadhurumu baadhi ya Ma event, ama matukio ambayo yametokea ya kihalali na yeye ameweza uh, kuamua vinginevyo. Wakatolea mfano goli ambalo walilipata dakika za mwishoni ambapo uh, refali wa mchezo huo alionyesha kwamba ni offside. Na katika marejeleo ya picha mjongeo zinaonyesha kwamba si offside, kwa hiyo lilikuwa ni goli sahihi. Sasa pamoja na malalamiko hayo bwana, uh, tumekuja kuangalia ama kulichambua kwa undani. Je, ni kweli ilikuwa ni haki yao ama si haki yao? Ukiangalia marejeleo leo ya ile video, ni kweli uh, AS FAR Rabat wachezaji wake hawakuwa ndani la, ya eneo la kuotea, lakini changamoto ni moja tu ambayo hata uh, kungekuwa na VAR isingeweza kuamuliwa tofauti na vile ambavyo refalii alishaamua, kwa sababu uh, refalii aliweza kupuliza filimbi ya offside kabla ya mpira huo kupigwa kuelekea golini, kitendo ambacho kilimfanya hata golikipa wa Yanga um, kudharau mpira huo, kwa sababu tayari refa alishapuliza filimbi ya kumaanisha kwamba mpira huo hauchezwi tena kwa maana ni offside. Kwa hiyo hata akipiga ukiingia cha nyavuni bado haiwezi kuhesabika goli, kwa sababu refa tayari alishapuliza filimbi ya, ku, ya kuondoa uh, mpira huo tena kuendelea kuchezwa katika sekunde ile. Kwa hiyo kitendo cha mchezaji wa Far Rabat kupiga shuti na kuingia golini ndani ya nyavu, hata kama kungekuwa na VAR bado refali asingeweza kuamua kwamba uh, awape goli kwa sababu hawakuzidi. Bado maamuzi yangebaki pale pale kwa sababu uh, refali mwenyewe ndiye aliyepuliza filimbi kabla ya mpira wa mwisho kupigwa hiyo uh, kitendo cha mchezaji wa Far Rabat kupiga uh, golini kilimfanya uh, DJ Diara kuacha tu mpira kudharau kwa sababu tayari firimbi imeshalia. Kwa hiyo licha malalamiko ya AS Far Rabat uh, kwenda kwa shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba wamedhulumiwa, yatabaki ni malalamiko tu, lakini hakuna kitu ambacho kitatokea mbadala wa kile ambacho uh, kimetokea katika maamuzi ya dakika hizo tisini. Unamaoni gani kuhusiana na hili sakata la goli la Farabati? Uh, unahisi ni haki yao kuenda kulalamika ama ni kama yale yaliyotokea kwa Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns? Tuandikie so, maoni yako kwenye comment section, so subscribe.